Kundi la viongozi wa nchi saba G7, jana Jumatatu, wamekubaliana juu ya mkakati wa kusaidia kulinda usambazaji wa madini na kuimarisha uchumi wao. Rasimu ambayo ilikuwepo katika mkutano huo ambayo bado haijapitishwa na rais Trump, pia inasema masoko ya madini yanapaswa kuakisi gharama halisi za uchimbaji, usindikaji na biashara inayowajibika. G7 inaeleza kuiunga mkono Israel na kuita Irani chanzo cha kukosekana kwa tulivu. Canada ni mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa G7 ambapo mkutano huo umehudhuriwa na rais wa baraza la umoja wa Ulaya Antonio Costa, waziri mkuu wa Japani Shigeru Shiba, waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, waziri mkuu wa Canada Mark Conel. Kundi la mataifa saba limeonyesha kuiunga mkono Israeli baada ya kuhitaja Irani kama chanzo cha kukosekana kwa utulivu mashariki ya kati, huku viongozi wa G7 waki kuhimiza kupunguzwa kwa uhasama katika eneo hilo. Vita ya anga kati ya Irani na Israeli vilivyoanza siku ya Ijumaa, wakati Israeli ilipoishambulia Irani kwa mashambulizi ya anga, vimeibua hali ya wasiwasi katika eneo ambalo tayari lilikuwa limepamba moto tangu kuanza kwa mashambulizi ya kijeshi ya Israeli huko Gaza Oktoba 2023. Tunathibitisha kwamba Israeli ina haki ya kujilinda. Tunasisitiza uungaji mkono wetu kwa usalama wa Israeli. Viongozi wa G7 walisema katika mkutano huo Irani ndiyo chanzo kikuu cha ukosefu wa utulivu na ugaidi wa kikanda. Taarifa hiyo iliongeza na kusema kuwa G7 iko wazi kwamba Irani haiwezi na hairuhusiwi kamwe kuwa na silaha za nyuklia. Israeli ilishambulia Irani siku ya Ijumaa katika kile ilichokiita kuzuia Tehran kutengeneza silaha za nyuklia. Tangu wakati huo mahasimu hao wawili wa Mashariki ya Kati wamebadilishana mapigano huku maafisa wa Irani wakiripoti vifo vya 220, wengi wao wakiwa raia, huku Israeli ikisema kuwa raia wake ishirini na wanne waliuawa. Irani inakanusha kutafuta silaha za nyuklia na inasema ina haki ya kuendeleza teknolojia ya nyuklia kwa malengo ya amani, ikiwa ni pamoja na kujitajirisha, yaani kufanya biashara kama sehemu ya mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia. Israeli, ambayo ni sehemu ya NPT, ndiyo nchi pekee katika Mashariki ya Kati inayoaminika kuwa na silaha za nyuklia licha ya Israeli yenyewe kuto kukanusha au kuthibitisha hilo. Marekani hadi sasa imeshikilia kuwa haihusiki na mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran. Ingawa Trumpu alisema siku ya Ijumaa kuwa Marekani ilifahamu mapema mashambulizi ya Israeli na kuyataja kuwa ni bora. Kadhalika, Washington imeionya Teherani kutoshambulia Marekani au wafanyakazi katika eneo hilo. Tunakubaliana kwamba utatuzi wa mzozo wa Iran unasababisha kupungua kwa vita katika Mashariki ya Kati ikiwa ni pamoja na kusitishwa kwa mapigano huko Gaza, taarifa ya G7 ilisema, na kuongeza kuwa mataifa makubwa yapo tayari kuratibu na kulinda utulivu wa masoko ya nishati. Shambulio la Israeli lilipiga kituo cha utangazaji cha taifa la Irani jana Jumatatu, huku Trump akisema katika ujumbe wa mtandao wa kijamii kwamba kila mtu anapaswa kuondoka mara moja Teherani. Rais wa Marekani Donald Trump katika mkutano wa G7 amesaini mkataba wa kuondoa baadhi ya vikwazo vya biashara kati ya Uingereza na Marekani Hatua ya marekani kusaini mkataba huo utaanzisha sehemu ya makubaliano yaliyokubaliwa kati ya nchi hizo mbili mwezi uliopita, na kupunguza ushuru wa magari ya Uingereza yanayosafirishwa kwenda Marekani. Hayo yanajiri baada ya wiki kadhaa za mazungumzo ya kutekeleza sehemu ya mapatano hayo. Inatarajia kuwalinda wafanyabiashara wa Uingereza kutokana na athari za ushuru wa Trump. Hii ni Msasa Media, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Msasa online. Msasa